Shalom, shalom, napenda kukaribisha tena siku ya leo katika kipindi chetu. Siku ya leo tutajifunza kuhusiana na photography, na tulijifunza kuhusiana na nadharia ya picha ilikoanzia tukaangalia wanafalsafa wawili ambao ndio walikuwa waanzilishi wa nadharia ya picha. So tulimwangalia mwana, mwanafalsafa mmoja ambaye anaitwa naitwa Moz ambaye katika utafiti wake tuliona ni jinsi gani ali, aliweza kugundua picha inapatikana. Sasa kwa siku hii ya leo tuta mwangalia mwanafalsafa mwingine ambaye naye alifanya utafiti wa picha. Mwanafalsafa huyu tutakayemwangalia leo ni mwanafalsafa kutoka Ugiriki, huyu mwanafalsafa huyu Aristotle, aliishi kuanzia mwaka wa mia tatu themanini na nne mpaka mwaka wa mia tatu ishirini na mbili kabla ya Kristo kuzaliwa, ni miaka ya nyuma sana. Sasa huyu alikuwa ni mwanafalsafa na mwanasayansi ambaye alikuwa ni mkufunzi chini ya utawala wa Alexander the Great huko Ugiriki. Alikuwa ni mkufunzi wa mambo ya sayansi na mtafiti wa mambo mbalimbali mbali ya sayansi pamoja na tabia za wanyama. Sasa leo hii tutaangalia yeye katika utafiti wake alivyogundua picha kwa jinsi inavyopatikana, mwanga wa jua ukipita kupitia mapengo ya majani ya mti wakati wa kupatwa kwa jua kuna picha ya jua itatokea chini ikiwa katika umbo la mpevu. Utafiti wake yeye huyu ulihusisha kupatwa kwa jua, ile siku ya kupatwa kwa jua, sora eclipse inapokuwa imetokea siku hiyo, ukienda chini ya mti alafu ukatazama kwenye mti huwa kuna, ma, kuna kuna ma, vimapengo mapengo vinatokea kwenye majani ya mti. Sasa hivyo vimapengo mapengo vinaweza vikapitisha mwanga alafu ule mwanga ukija kuwapia chini kwenye ardhi sasa, kwenye ile surface kuna picha ya jua itatokea, lakini iko katika umbo la mpevu kama mwezi mpevu. Sasa ukiangalia katika, katika hii picha hapa kwenye ukuta utaona kuna vidoti vidoti kama viduara hivi vimetokea. Sasa hivi sio viduara, hii ni picha ya jua yaani majani ya miti, lakini picha iliyopo hapa hii inayoonekana ni picha ya jua unaona imepenya kupitia majani. Sasa ukiangalia huu utafiti wa huyu mwanafalsafa, uangalie na utafiti wa mwanafalsafa Motsu kutoka China, utaona utafiti wao unafanana. Kwa nini unafanana? Mtafiti wa kwanza aligundua kwamba mwanga huo unapenya kupitia tundu dogo kuingia kwenye chumba chenye giza, halafu picha ndipo huwa inatokea. Halafu huyu na yeye amekuja na utafiti unaofanana wa kwamba mwanga wa jua wakati wa kupatwa kwa jua ukipita kupitia matundu madogo halafu ukaje ukatokea chini, ule mwanga kuna picha ya jua itakuwa inatokea. Hizi tafiti zote mbili zinahusisha mwanga kusafiri na mwanga kuriflekti, halafu then ndo picha inaweza kutokea. Tukizichukua zote hizi nadharia mbili, utagundua kwamba katika hizi nadharia lazima pawepo na source of light chanzo cha mwanga. Tukiangalia kwenye nadharia ya mtafiti wa kwanza tutagundua kwamba source of light ni jua, na huyu mtafiti wa pili tukiangalia tutagundua source of light ni jua alafu tutagundua kitu cha pili, kuna object ambayo mwanga unaenda mpaka kwenye hiyo object. Kitu cha tatu ambacho kimekuwepo, lazima pawepo mahali ambapo picha inakwenda kutua, lakini pia kitu kingine ambacho kipo katika tafiti zote lazima pawepo na tundu dogo litakaloweza kupitisha picha. Sasa tukiangalia hizi tafiti zote mbili na jinsi zilivyoonyesha ufanyaji kazi wa kuweza kupata picha, tukiangalia kwenye jicho, ili tuweze kupata picha, ili tuweze kuona kitu, lazima pawepo na mwanga unaoingia kwenye jicho. Ule mwanga unapoingia kwenye jicho utaenda kupita kwenye lenzi, zile taarifa za hiyo miali ya mwanga ina convert retina inapeleka kwenye ubongo alafu ubongo una tafsiri zile taarifa huwa picha. Sasa tafiti hizi zilikuwa zinafanana sana na jinsi jicho linavyofanya kazi, jicho la mwanadamu linavyofanya kazi ni sawa kabisa na hizi tafiti. Sasa turudi kujiuliza kwamba kwa nini walikuwa wanafanya hizi tafiti. Kwa miaka ya nyuma kulikuwaga na changamoto kwamba mtoto anapozaliwa halafu baba yake akafa, ya mtoto akiwa katika umri mdogo, kulikuwa kuna changamoto ya kuweza kupata sura ya baba mtoto akishakuwa. Kulikuwa kuna tatizo, watu wengi sana wazazi wao walipokuwa kifa watoto wakiwa katika umri mdogo, walipokuja kuwa watu wazimu, walikuwa hawatambui baba zao, babu zao walikuwa hawawatambui. Hawatambui kwa nini? Hakuna picha, hakuna mahala utaweza kwenda utaona picha ya babu yako. Kwa sasa wanafalsafa hawa ndo wakaja na hilo wazo la kutengeneza picha kwamba lazima tutafute tutafute kitu ambacho kitakuwa na uwezo wa kutunza kumbukumbu kumbu, ili hata kama baba anapokuwa amefariki pawepo na picha yake ambayo mtoto anaweza kaonyesha kwamba huyu ndiyo baba yako, hii ndio picha ya baba. Kwa sasa hawa wanafalsafa ndo wakaanza kufanya utafiti wa kutengeneza chombo ambacho kitakuwa na uwezo wa kuchukua kumbukumbu zikahifadhiwa katika mfumo wa picha. Kwa sasa ndo wakaanza nao utafiti, lakini tukiangalia sasa utafiti wao huu, nafikiri kwa sababu walikuwa ni wataalamu na wanasayansi, walichunguza kwanza jicho linafanyaje kazi. Walipogundua jicho linafanya kazi, wakaanza sasa kutengeneza kifaa ambacho ufanyaji kazi wake kifanane na jicho linavyofanya kazi hauwezi ukaa mpiga picha mzuri kama haujui jinsi gani jicho linavyofanya kazi. Ninapotazama mti kwa macho hivi, nikautazama mti, kumbe kuna miali ya mwanga inatoka kwenye jua inaenda inagonga kwenye mti alafu, ikishagonga kwenye mti inakuja kwenye jicho, kwenye jicho langu. Ule mwanga ukishaingia kwenye jicho langu unaenda mpaka kwenye retina. Alafu retina ina convert ile picha ya mti, inaupeleka kwenye ubongo kama taarifa alafu bongo natambua kwamba ule ni mti. Kwa unapomtazama mtu kwa macho hivi ukamtazama ukamwona uka huyu hapa ni mtu, kuna mwanga umetoka kwake, kuna miali ya mwanga inakuwa imetoka kwa mtu ikaingia kwenye jicho, halafu ikapelekwa kwenye retina, retina ikafanya uchakataji, kapelekwa kwenye ubongo, ndo kaweza kumtambua huyu mtu ni fulani. Ukitaka uamini hiki ninachokwambia, waangalie watu wenye matatizo ya macho. Shida ni kwamba zile information, ile miali ya mwanga inayoingia kwenye macho inaingia ikiwa hafifu. Kwa hiyo inapopelekwa kwenye ubongo, ubongo unashindwa kuinterpret vizuri zile taarifa. Matokeo yake ndio pale mtu anasema kwamba ah, sioni hicho ni kitu gani? Ah, sijui hiyo ni nani? Hamtambui kwa sababu miali ya mwanga inayoingia kwenye jicho inaingia ikiwa hafifu. Sasa hii ni katika science. Nimechukua hicho kitu kujaribu kukioanisha na hiki hapa ili uweze kuelewa kwa nini nakufundisha haya? Nakufundisha haya kwa sababu ndo msingi wa production ulipo. Ukishajua jinsi jicho linavyofanya kazi, utajua jinsi kamera na lenzi vinavyofanya kazi, kwa sababu vyote hivi, hata picha ya kamera inahusisha mwanga. Kwa kama hautojua mwanga jinsi unavyofanya kazi, hautoweza kujua kupiga picha.